Naomba niseme sasa, tunataka kuhakikisha watoto wetu wanasoma bure na inawezekana. Tutafanyaje sasa? Tutawapa watoto elimu bure. Naongeza la pili, tumeandika tutawapeni afya bure. Sasa naomba matibabu niseme, nitatoaje bure? Pamoja na hili swala la elimu, nitaifanyaje? Tatizo ni mapato ya nchi yetu. Nchi yetu wakusanya mapato hawajulikani likiana Aliyepewa mamlaka ya kusanya mapato anaitwa TRA eh, uongo kweli? Sasa halmashauri wanakusanyaje mapato, na wao wamepewa kazi na nani? Na maliasili wanakusanya mapato, kazi wamepewa na nani? Elimu ya kukusanya mapato na kukadiria kodi watu wa maliasili wameitoa wapi? Elimu ya kukadiria kodi watu wa halmashauri wameitoa wapi? Ndiyo, mtu anaweza akaja akaangalia viatu vyako hivyo akasema utalipa milioni saba kwa mwezi kwa sababu hajui. Ili tutoe elimu bure, kwanza tutahakikisha wafanyabiashara wanapangwa katika makundi katika swala la kulipa kodi. Makundi yatakuwa haya matatu: wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa. Wanaoendesha nchi leo, wanaolipa kodi ni hawa wafanya biashara wadogo ndio wanakamuliwa sana. Hawa wakubwa ni marafiki zao. Stafu wa serikali wanalipwa na wao, tunahakikisha tumesema, ukistafu leo unalipwa kesho. Kama mbunge, tumesema sisi hamna habari ya kusema sijui mafao, hakuna mafao kama nimemaliza kazi yako, yani mbunge, bunge linavunjwa kesho, hela zimeingizwa leo. Halafu mfanyakazi aliyefanya kazi miaka 60 serikalini, wallahi anadai kinua mgongo mpaka anafia barabarani kwenye bodaboda, anakwenda na guru. Tumesema ukistaafu leo, kesho yako mji wa Songea. Nimeona barabara katika miji ya Maya, tunasema kuna mali asili zenye nguvu kubwa makaya mawe ni hapa, lakini nyie mnafaidika nini? Au zaidi ya kugongwa na magari haya makubwa makubwa yanayopita spidi kubwa bila kuwa na utaratibu. Naomba niwaambie mungu hajakosea mungu akikuweka eneo anakupa na mali ya asili zao sio mnakusanya mnapeleka tu watu wakapande ndege nahitaji tu nione watanzania mambo yao yanakwenda tutahakikisha asilimia thelathini ya mapato ya kila mkoa yanabakia katika mji ili miji iweze kukua masuala ya stakabazi galani katika nchi hii tunayafuta rasmi serikali haiwezi kuwa dalali juu ya mali za watu ambao hawakushirikiana kutengeneza matumizi mabaya ya ofisi tumeyatengenezea wizara maalum. Kuna wizara tumeiandika hapo, ukiangalia utaiona wizara ya kudhibiti mambo ya hovyo, wizi, uzembe na uzururaji, tunataka tuyadhibiti. leo unaweza kumtuma waziri, tunakutuma China au Japani kashughulike na mambo ya nchi, wallahi anabeba ndege nzima ya wasanii na kwenda Ulaya. Si mambo ya hovyo, unaenda kutuma, kutuma, kutuma, kutuma, ukachukua dokumenti moja unaondoka na wasanii. Lengo letu ni kwamba ile wizara itakuwa na idara mbili Idara ya kwanza itakuwa ni idara ya maadili, idara ya pili itakuwa idara ya rushwa. Tukijua ulichokifanya ni maadili, tunakudhibiti. Tukijua ulikuwa rushwa, TAKUKURU wanabeba, wanakubeba tunaondoka na wewe. TAKUKURU hawezi kuwa kazi yao kupiga picha. Sasa hivi TAKUKURU lazima apate nguvu ya kushitaki watu na kuwaweka ndani. Tanzania inahitaji sana utulivu huu na amani hii kuliko dhahabu. Nyiye mnajua Kongo kuna dhahabu nyingi na, na almasi si mnajua? Lakini watu hawazichimbi wa wameishia kwenye makambi ya wakimbizi.